Kufundisha uongo, ila Biblia inasema usiseme uongo. Inasema mwenye mdhaifu aseme ana nguvu, wao. Si uongo huo? Yani unamkuta mtu mtu eti mgonjwa, Biblia inasema hakuna kusema anauma. Na mara zote nini? Wewe unapumua hivi, niko nina afya. <laughs> nina afya, nina afya, nina afya, wenye afya ndio wamepiga nina afya. Ndio Biblia kufundisha. Ukimwona mtu ni maskini, Biblia

<laughs> unasema moyoni, huyu huyu na hawezi kuwa rafiki yangu hata kidogo, hata ndugu. Unajua kwenye ndugu na ndugu ni marafiki. Unasema lishangazi hili na lishangazi hili, hakuna ni kukutana ya matukio tu.